Tukiachana na hayo matukio ya hivi punde katika sekta za elimu na afya humu nchini um yalishamiri wakati wa mkutano wa viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya ulioandaliwa katika kaunti ya Nyandarua. Viongozi wakuu serikalini waliokutana chini ya mpango wa jamii imara mashinani walitoa wito kwa wahadhiri wanaogoma kurejea kazini huku mazungumzo yakiendelea. wa pia walitoa wito kwa Wakenya kuzingatia usafi kufuatia mchipuko wa kipindupindu. Jumamosi katika kaunti ya Nyandarua, viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya walikusanyika kwa mkutano wa hadhara chini ya mpango wa Jamii Imara Mashinani. Mkutano huo ulitoa fursa ya kujadili masuala muhimu ya eneo hilo na kuimarisha ushirikiano na serikali. Ni hapa ambapo Waziri wa Utalii Rebecca Miano alitoa wito kwa wahadhiri kurejea kazini kwa manufaa ya wanafunzi. Waangalie ile picha kubwa zaidi. Ni kuwa tunataka watoto wetu waendelee na elimu yao bila kusimamishwa, lakini pia tunahakika kuwa hayo mazungumzo yaendelea vizuri na hii changamoto itatatuliwa kwa muda mfupi unaokuja haya ya kijiri, huku katibu wa wizara ya afya Mery Mudhoni ambaye pia alihudhuria akitoa wito kwa Wakenya kujisajili kwa mpango wa afya ya jamii SHA na kuzingatia usafi kuepusha maambukizi ya magonjwa kama kipindupindu, kutokana na mlipuko wa hivi majuzi. Alipongeza juhudi za wahudumu wa afya ya jamii kwa mchango wao katika kuhakikisha afya ya jamii. Kitambo watu watu walikuwa bado wanalipisha. Saa hii hizo, mahospitali hazifai kuripisha watu. Tusiondoke katika serikali, tusisikize propaganda. Mimi niko hapa kuelezea a hii program nana gani, eta plan iko namna gani, alafu tusonge mbele.